Maombi ya usiku kwa msingi wa Zaburi 91. Mbele ya kulala, sema maombi haya kwa utulivu na imani. Bwana Mungu wangu, ninakukimbilia wewe. Wewe ndiwe kimbilio langu, mahali pa siri pa usalama. Ninaketi katika uvuli wa upepo wako na najua uko pamoja na mimi. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba wewe ni ngome yangu we. Wewe ndiye ninayekuamini. Ni saha yangu katika kila hali. Unaniokoa na mitego ya adui, unanilinda dhidi ya maradhi na tauni zinazoleta hofu Unanifunika kwa mabawa yako, chini ya ulinzi wako ninapata amani. Uaminifu wako ni ngao yangu na kinga yangu. Sitakuwa na hofu ya usiku, wala mishale inayorushwa mchana. Sitayaogopa magonjwa ya gizani, wala uharibifu unaotokea ghafla hata elfu waanguke upande wangu wa kushoto na elfu kumi upande wangu wa kulia, lakini mimi sitaguswa. Kwa macho yangu nitaona ushindi wako juu ya maozi, kwa sababu nimekuchagua wewe kuwa kimbilio langu na kukufanya kuwa makao yangu. Naamini kwamba mabaya hayataniangukia wala tauni haitakaribia nyumba yangu. Ninakushukuru kwa sababu unawaamuru malaika wako waniangalie, wanatembea nami katika njia zangu zote, wananishika mikononi mwao nisije nikajikwaa au kuumia. kwa jina lako Ninashinda hofu na majaribu, unaniinua juu kwa kuwa nimekulitia jina lako. Ninapokuita unanisikia, upo pamoja nami. Ninapopitia taabu, unaniokoa, unanitukuza na unanishibisha kwa maisha marefu, na naamini Bwana kuwa utauona wokovu wako. Amina. Tunakushukuru kwa kuomba pamoja nasi. Tafadhali jiunge na familia yetu ya Maombi Tulivu kwa kubonyeza subscribe. Usikose maombi mengine ya kila siku. Amani ya Kristo iwe nawe.